Tumsifu Yesu Kristo, mwanafamilia wa Radio Maria Tanzania. Salamu kutoka hapa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, ambapo leo tumefunga safari kuja kuonana na Mwadhama Protase Kardinali Rugambwa, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Tumekuja kuzungumzia kuhusiana na uchaguzi wa Papa mpya Leo wa kumi na nne, lakini pia mapokeo ya taarifa ya aliyekuwa kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani hayati ya Papa Francis. Mimi ni Eric Pasco Jr nikiwa naye Mary Njuguma. Unajisikiaje una baada ya uchaguzi wa papa mpya Leo wa kumi na nne katika uchaguzi huu wa papa mwaka elfu mbili na ishirini na tano Asante Eriki, kwanza kwa kufika hapa ili tuweze kuongea machache hayo kuhusiana na yaliyojiri huko Roma, ndio tangu baada ya kifo cha Papa Francisco, alafu baadaye tulivyoingia kwenye hiyo shughuli ambayo ilikuwa mbele yetu ya kumchagua papa mpya. Mimi baada ya kazi hiyo kuisha, niseme tu kwamba nilibaki kwanza, namkumbuka huyo baba mtakatifu aliyeondoka, alafu baadaye ikaja hilo la furaha. Huzuni ilikuwepo ndio, lakini furaha ikaja kwamba sasa kanisa letu Katoliki ndiyo, tumempata tena kiongozi huyo katika nafsi ya Papa Leo wa kumi na nne. Ni furaha kubwa ambayo nipaai, ni furaha kwa sababu ni kitu ambacho hakikuchukua muda mrefu, kwa sababu inawezekana mmoja angelifikiri kwamba ndivyo ilivyokuwa kwa wengine, na hasa hawa watu ambao wanakuja na mahesabu yao, wakaanza kusema mengi, tulikuwa tunayasikia hata sisi, na kabla hatujaanza kazi yenyewe hiyo, kumbe ilipotokea kwamba basi amepatikana papa kwa muda mfupi, kwangu mimi binafsi ilikuwa ni furaha kubwa na <laughs> nilikuwa najua ndio kuna kazi huku nyumbani. Ndiyo. Na tumalize halafu nirudi kwa ajili ya hicho ambacho na ninyi kimewaleta sasa, cha kuja kumweka wakfu huyo askofu msaidizi wetu eh, Josephat Bududu. Asante sana baba, unaweza kutueleza eh, ulivyokuwa ukimfahamu Mwadhama eh, Robert Kardinali Prevost. Tunakuja katika suala hilo hasa tukiangazia kwamba Januari elfu mbili na ishirini na tatu aliyekuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani hayati Papa Francisco alimteua kuwa kiongozi wa Dikasteri ya Maaskofu. Baadaye mwezi Julai mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wewe pamoja na yeye mlikuwa miongoni mwa awali makardinali ishirini na moja mwezi wa tisa mkapewa hadhi hile Unaweza kutueleza namna ulivyokuwa namfahamu kabla hajawa wa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani? Kwa kweli, huyu ambaye sasa ni Baba Mtakatifu Papa Leo wa kumi na nne alipofika pale Roma mwaka elfu mbili na ishirini na tatu hiyo Januari, ndio na mimi ndio nilikuwa nakaribia kumaliza muda wangu kukaa huko Roma. Kumbe yeye ameingia Januari alafu mimi nimeteuliwa kuja kuwa askofu mwandamizi askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Tabora mwaka huo huo wa ishirini na tatu na ilikuwa ni mwezi wa nne tarehe kumi na tatu. Kumbe ni muda mfupi kwa kweli, ameteuliwa, tuseme alipoteuliwa hatukukutana kwenye mikutano yoyote ambao kawaida wa ilikuwa in, inatokea in, in tunakutana hizo <coughs> idara mbalimbali zinazokuwa pale Vatican, lakini sikupata nafasi ya kukutana naye kikazi, palngaji nilimfahamu katika maana hiyo kwamba amekuja au uh, uh, huyo mkuu mpya ambaye tunaoita ni prefect mkuu mpya wa idara hii ya maskofu kwa jina hilo, yeye Kardinali Prevost, lakini kwamba nilikuwa nimeshakaa naye tukafanya naye kazi Nikamfahamu, kwa kweli nisema ni si, niwe wazi wazi sikuwa si, si. Alafu ilipofika sasa hiyo, ya, huo, kule, ilipo kubuka, sita, hapa, hiyo ya mwaka huo huo baada mimi kuondoka kwa sababu mimi nimetoka kule ilikuwa ni tarehe kumi na nane nakumbuka tarehe kumi na nane mwezi wa sita ikaja kupokelewa hapa tarehe hiyo ya ishirini na nne, basi nikakaa kidogo baada y ndiyo wakaja kutangaza sasa wale watakao kuja kuwa makadinari mwaka huo na ye akiwemo, na mimi nikiwemo, basi kukutana sasa kwenye kwenye kama inavyoitwa yailiyoitisha na Baba Mtakatifu Francisco, na hapo ndo tukaja wote kuwekwa katika jopo hilo la makadinari. Na nakumbuka alikuwa na, na kazi ya kufanya ye, kwa vile alikuwa yuko hapo kwenye idhara hizo, okay. za za za Vatican, ndiye aliyetoa neno la shukrani kwa Baba Mtakatifu kwa kututeua, alafu baadaye ndiye akawa ametuingiza katika jopo hilo la makardinali. Yeye alifanya kitu hicho, kwa hiyo nilikuwa namfahamu, lakini kuna kitu kimoja ambacho alikifanya wakati wametutangaza sasa kuwa makardinali. Yeye mwenyewe Mdia. aliniandikia uh, barua fupi akinipongeza Mdia kwa kuteuliwa kuwa kardinali, na mimi nakumbuka nilimjibu, na nikimpongeza vile vile, na tukawa tumekubaliana kwamba basi tukienda Roma katika shughuli yenyewe, katika ibada yenyewe hiyo katika ukadinali, basi tutakutana. Na kweli tulikutana, tukawa tumefurahi pamoja, tukasalimiana. Ndivyo mfahamu huyo aliyekuwa kardinali Prevost. Wakati ule umeshiriki takribani mikutano kumi na mbili ya mabaraza ya makadinali kabla ya kuanza kwa uchaguzi wa papa Ulijisije kushiriki vikao hivi pamoja na makardinali wenzako kutoka katika maeneo mbalimbali? mm -hmm. Kwanza niseme wazi eh, ule uwepo au ushiriki wangu, nafikiri itakuwa ni hivyo, watakuwa wengine kwenye vikao hivyo, wakati tunasubiri kwanza mazishi ya baba mtakatifu Francisko, alafu baadaye, baada ya mazishi, kwa vile viliendelea kwa, niseme cha kwanza ambacho kinifurahisha ni kufahamiana na hawa makardinali wengine, makardinali ambao ambayo walitegemewa kwa wote sio wote ambao waliweza kufika pale, lakini namba yetu wote kwa ujumla mpaka sasa kwa mwaka huu tulipokuwa tumeenda kwenye shughuli zenyewe hizi ni mia mbili hamsini na mbili, lakini basi ambao wangeliingia kwenye conclave hao, <coughs> kwenye chumba cha kufungwa ndani kwa ufunguo ngaji yeah, sio ufunguo sasa waweki ufungua, lakini inafungwa vizuri ya yeah. Walikuwa ni hawa ambao waliingia mia moja thelathini na tatu yeah. Walikuwa natgiawingi mia moja thelathini na tano lakini wawili wakawa hawapo. Sasa ile kukutana ilitusaidia, ilinisaidia, ilinifurahisha sana mi kwa sababu Makardinali wengi kwa nafahamu, kwa sababu kwa muda ndio ukaa pale Roma ndiye. Na tulipokuwa tunakutana nao, kwa mfano wanapokuja kwenye kenye eh, ad limina au matembezi hayo kuja kukutana na Baba Mtakatifu, kwenda kutembelea makanisa makuu hayo ya Roma, kwenda kutembelea hizi idara nyingine, nilipata bahati ya kuwafahamu wengine wakiwa bado maaskofu, alafu baadaye wengine walipokuwa makardinali tulikuwa tunafahamia, lakini si wengi. Kumbe hii ya juzi ilikuwa ni muda ni fursa nzuri kabisa, tulikuwa tunakutana sababu mnapokuwa nje ya mkutano hiyo mnapata nafasi ya kuongea no? Alafu mnapokuwa hata mle mle ndani mnapokuwa mm, okay. Mnaongea na wewe kama ukiongea basi unafahamu sana. Nakumbuka kuna na wengine tulipokuwa tukitoka kwa kitu labda ulichokuwa umeongea wewe, mmoja anakuja anataka kujua zaidi, anataka kufanya kitu fulani pamoja na wewe kuhusiana na kile ulichokiongea, basi inakuwa ni ni, ni, ni, ni, ni wakati mzuri sana ilinifurahisha, ilinifurahisha sana hilo la kuwafahamu makardinali wenzangu, alafu na kuzifahamu kwa mfano eh, shughuli wanazozifanya, alafu kufahamu hali halisi ya makanisa yao huko wanakotoka, alafu na mimi kuwashirikisha vile vile hali halisi ya shughuli za kuchungaji kwenye kanisa letu kwa mfano la Tanzania, au kanisa la mahalia la Jimbo Kuu la Tabora. Ilikuwa ni wakati mzuri wa kufanya mabadilishano hayo na tuseme kushirikishana hizo shughuli mbalimbali za utume. Asante sana baba, yeah. Ushiriki wa makadinali kumi na nane kutoka barani Afrika ina maana gani katika ukuaji wa kiimani wa kanisa la Afrika kwa ujumla? Yeah, kule kushiriki kwa hao makadinali ambao walipaswa kwa kweli wao kumi na nane, ingawaje hawakufika wote wale wa kupiga kula, yeah. Lakini kitu ambacho kilikuwa kinatufurahisha vile vile kwa kweli, na hicho Baba Francisco alikuwa wazi katika hilo, alipenda sana na nafikiri sio Francisco tu hata uongozi unaokuwepo hivi au hata sisi wenyewe kama wana kanisa lake ulimwengu napoona na watu wanawakilishwa, tuseme sio kuwakilishwa, anaenda kufanya kazi kwa, kwa sababu kama kardinali yeye ni yeye ambaye ameteuliwa, sio kwa sababu anaenda kuwakilisha nch ni <laughs> mshauri wa baba mtakatifu na shughuli nyingine zote ambazo zinafahamika ambazo zinaendana mm -hmm. na ukardinali. Lakini akiwepo, kwa mfano, mtu ametoka Tanzania au akiwepo mtu ametoka Kenya, ametoka Afrika ya Kusini, ametoka Afrika ya Magharibi, unaiona ni Afrika ndio ni sisi, na sisi kama bara tunakuepo. Kwa hiyo inakuwa ni kitu kizuri katika maana hiyo. Unaona, tumeongelea swala zima, kwa mfano, la hiyo mkutano ambao ulikuwa unafanyika. Kwa hiyo kwenye mkutano unaofanyika, mtakuwa mnajadiliana mambo mbalimbali na kanisa, na sio tu kanisa labda la Ulaya, tazungumza kanisa la Amerika, kanisa la eh, Oceania, sasa, nanjimu, puh, sasa Afrika, na nyinyi mkawepo sasa wa Afrika, na nyinyi nakuwa na yakweni ya kuongea kama kanisa. Kwa hiyo hiyo, unaiona ni faida kubwa sana, na inatufanya sisi tufurahi, sisi na sisi angalau hivyo ambavyo wenzetu na wao wanavifikiria au wenzetu wanavifanyia kazi kutoka kwenye maeneo yao, na sisi kwetu vile vile tunaweza tukawashirikisha sisi vile vile tunaweza kusema ni vitu gani na tukapata vile vile hata labda mawazo na na tuseme hata mapendekezo fulani ambayo kuli anaweza kuwa anafanya kazi vizuri na kwetu vile vile anafanya kazi vizuri. Kwa hiyo ni uwakilishi au tuseme ni uwepo wa mtu kutoka maeneo yetu ambao unakuwa una faida vile vile kwa kanisa letu kubwa la bara la Afrika kama inavyokuwa kwao, vilevile wale wanaokuwa wametoka Amerika au wametoka Ulaya na kwingineko, wanakokuwa wametoka. Baba Kardinali, ni kwa mara ya kwanza umeshiriki uchaguzi wa papa. Ni kitu gani umejifunza? Unaweza kutoshirikisha japo kwa ufupi, jambo ulilojifunza na uzoefu umpya ulioupata kutokana na uchaguzi wa papa mwaka 2025 elfu mbili na ishirini na tano? Ya kwanza kabisa mimi hata kabla sijaenda huko baada ya kifo cha baba mtakatifu Francisco, nichojifunza ni hicho kwamba unapaswa uwe tayari. Ndio, naona kwa mfano baba mtakatifu alifariki tarehe ishirini na moja Mdia. Jumatatu ya Pasaka, mimi nilikuwa nimeenda kuongoza ibada kwenye gereza letu la Uyui hapa Tabora. Ndio basi, ni saa tulikuwa tunaanza saa tatu kamili na kule kama mnavyokumbuka, ilikuwa ni asubuhi hii ya saa moja na kitu ya kule, halafu kwetu saa mbili na kitu alipoaga dunia. Sasa sisi huku tulikuwa kwenye ibada ya misa, mimi sikujua. Nimetoka kwenye ibada ya misa naenda kumsalimia baba askofu mkuu mstaafu Paulo Ruzoka, ndiye aliniambia kwanza. Nilishangaa, nafika kwake nikamwona ame kama amebadilika kidogo kachanga, baba, vipi? Kuna kitu gani huko? Akisema umeshapata habari. Akasema habari gani tena? Basi ndiye akaniambia kwamba baba mtakatifu Francisko ame ameaga ame dunia. Ndio, ah yeah. Kwa wote kama kardinali, najua mimi anapoaga dunia baba mtakatifu basi makardinali mara moja wanapaswa kujiandaa kuondoka kwenda Roma. Kumbe hicho ndio ndio, kusema hicho cha kwanza nilichojifunza katika kushiriki kwangu katika mchakato mzima huo wa mazishi, halafu baadaye kwenye mchakato mzima wa kumpata Papa mpya. Uh, utayari kwamba wakati wote unaposha kuwa tayari, basi ilibidi mara baada ya kupata taarifa hizo siku hiyo hiyo tukaanza kufanya mpango sasa wa safari, na a kwanza nienda kutizama kwenye mawasiliano, wata, watawasiliana na mimi kwa sababu kuna njia ambazo tunazitumia. Mara moja mnapata habari nyinyi kama kardinali au tuseme jopo zima la makardinali nikakuta tayari taarifa za kuaminika, sio tena zile nyingine za mitandaoni <laughs> za kuaminika zimenifikia na mara moja niondoke niende Roma, na kweli kesho yake tarehe ishirini na mbili kabili ikawa kwa ni bahati Jumanne, sisi hapa kama mnavyofahamu, um, kwa Tabora ndege zetu za kwenda Dar es Salaam mara tatu kwa, kwa wiki kwa ni bahati imetokea Jumatatu, Jumanne tuna ndege nimeondoka na siku hiyo Jumanne nikaunganisha nika kwenda Roma kesho yake Jumatano nilikuwa nimeshafika. Kumbe ule utayari. Alafu kitu kingine ambacho nime- nimejifunza ni nime mtu kuwa tayari na wewe kuwa wazi, kwa sababu ntakuja kuwa na mambo mengi ya kujadiliana pale katika maana ya kuliona kanisa lenu linavyokuwa au mnategemea kanisa hilo liweje kesho kesho kutwa. Kwa hiyo uwe tayari kujifunua, kuwa wazi na kuwa tayari kushirikiana wenzao katika kuchangia na katika kuliona kanisa lako, ili kwamba sasa wewe ni mmojawapo hao ambao wanapaswa walinde yale ambayo inabidi yalijenge ya ya hilo kanisa kama ilivyokuwa tangu zamani. Ni utaratibu, ni mapokezi hayo kutoka kwa mitume ambao ndio tunajua ni msingi kabisa. Kumbe hilo na lenyewe limekuwa kuwa wazi, alafu kuwa tayari kuja kushirikiana kuongea na wenzako, kujifunua na kutembea pamoja na wenzako na hiyo safari ya kisinodi ya kanisa la kisinodi, tuna, tunaambiwa na tunasisitiza kitu hicho, kumekuwa tayari kufanya kwa pamoja, na nashukuru sana furahi kwamba Baba Mtakatifu tayari anazidi kuendelea kusisitiza hilo la umoja, ushiriki, mtendea mwenzako haki, ya kutendewa haki, vitu vitna ukweli, ndio hiyo kujifunua wazi. Yote tunayafanya si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu tu ya utukufu wa Mungu pamoja na kukua na kuendelea na kwa faida ya kanisa letu hilo ambalo tunalitumikia. Baba, ninakushukuru sana kwa nafasi uliotupatia. Una neno lolote ambalo ungependa kusema ambalo sijakuuliza ama la kuambia waamini? la kusema ni hilo kwamba sasa hivi tunaye tulikuwa naye kwanza, Baba Mtakatifu Francisco ambaye alifanya mengi na yeye kwa muda wake wa miaka kumi na mbili, na mimi ambaye kweli nilifanya kazi naye tulikuwa tunakutana jadilia na mambo mbalimbali eh, ya idara yangu nafanyia kazi ili ni uma ali, tangu akaingia ame, eh, sasa huyu baba mtakatifu mi ningilisema kwamba tuwe tayari sasa, na ametuomba kitu hicho. Kumbuka nipo mwaga tarehe kumi mwezi eh, huu ikiwa ni Jumamosi tulipokuwa na mkutano kwanza kabisa mba, ye, ambao wakwanza yeye efana na sisi makardinali ambao walikuwa kwenye chumba hicho alikochaguliwa, alisisitiza kabisa kwamba nawaomba nyinyi kwanza, kama viongozi wa karibu kabisa, washiriki karibu wakaribu, katika utume huu utumeua kuufanya tuwe na umoja, alafu akatuomba vile vile tuwaombe na wengine waushirikiane kwa pamoja katika kuifanya hii kazi ambayo tushirikiane naye kumsaidia katika kufanya kazi hiyo, kwa sababu yeye peke yake hawezi akafanya kazi hiyo peke yake, anahitaji vile vile kufanya na wengine. Kwa hiyo inanivuta hata mimi kuwaeleza na kuwaambia kama tunavyosisitiza hata katika majimbo yetu, askofu kama askofu, yeye peke yake hawezi kufanya chochote kama hana hao washiriki wenzake, ambao inabidi wafanye naye kazi hiyo ambayo anakuwa anaifanya kama kiongozi kwa wote, ambaye ame, ame, amepewa kazi hiyo lakini ataifanya pamoja na wenzake kumi. Na ndugu zangu, ni waombe tushirikiane, waamini wote hata wengine wote wenye mapenzi mema kusudi tuweze kuwa naye Baba huyu Mtakatifu katika kazi yake ya kuliongoza Kanisa la kiulimwengu, na hivyo shughuli zake ziweze kufanikiwa. Asante sana baba, nikushukuru kwa dakika hizi takribani ishirini ambazo umetupatia kuweza kutushirikisha yale yaliyojiri katika kipindi hicho cha mazishi ya baba ya mtakatifu Francisko na uchaguzi wa papa mpya Leo kumi na nne. Nikushukuru sana. Asanteni sana. Ninyi, nashukuru kwa kuja hapa na kutaka kupata taarifa hizo kusudi mweze kuwashirikisha wengine ambao labda wangelipenda kuyasikia kutoka kwangu. Na karibuni sana kwenye shughuli ambayo tunayo hapa ya kuja kumweka wakfu huyo uh, askofu msaidizi wetu katika jimbo letu kuu hilo la Tabora. Josephat Bududu inayokuja kufanyika hiyo siku ya Jumapili. Kwanza Jumamos, ya Jumamosi tunapompokea kwenye masifu ya jioni, alafu Jumapili siku yenyewe tukimwombea vile vile, na mkituombea sisi sasa, viongozi tulikuwa wawili kwa tatu sasa kwa sababu yuko mimi, yuko na askofu huyo msaidizi lakini tunaye vile vile askofu mkuu mstaafu Paulo Ruzoka. Mtuombee Mama Maria atusimamie, na aweze kutuombea ili shughuli zetu ziweze kwenda vizuri. Asanteni sana.